Mliwakafu utwafuagilo ndaga fijo mkusira wandu ndaga fijo. Mlilile Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa mabunge duniani, ninasimama mbele yako nikiwa na furaha kubwa sana leo. Kama kuna siku nimewahi kuwa na furaha, basi mojawapo ni hii ya leo. Ulichokifanya leo, umefanya jambo kubwa ambalo kwayo linaenda kuitangaza Kyela kwamba kuna sehemu inaitwa Matema, sehemu yenye ziwa, sehemu ambayo mheshimiwa spika ameenda kuweka alama ambayo itaandikwa milele na milele. Wana Matema, mimi leo sio mzungumzaji na mimi leo sitaki nipoteze muda wa mheshimiwa spika, na mara nyingi sisi akiwepo spika haturuhusiwi kuzungumza, yeye ndio mzungumzaji mkuu. Lakini pamoja na hayo nataka niseme, wana Matema, wana Kyela, wana Mbeya, sisi Mbeya tulikuwa nyuma sana tuliachwa nyuma sana. Vita yote ilikuwa inapiganwa Mbeya, tulikuwa tunagawanywa. Leo amekuja huyu mama anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ameamua kutuunganisha wana Mbeya kupitia huyu dada yetu, dada yetu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaitwa Tulia na roho yake imetulia kweli. nataka nikumbushe maneno machache. Wakati wa kampeni za elfu mbili na ishirini pale Mbeya, alisimama mwamba anaitwa Dr. Magufuli mwenda zake, alisema mambo machache, lakini nakumbuka maneno ambayo aliyasema. La kwanza alisema, ninawaomba wana Kyela, ninawaomba wana Mbeya Mwachague wabunge wanaotokana na CCM. Ninataka kuifanya Mbeya iwe ni kitovu cha biashara kusini mwa Afrika. Haya maneno Samia kayakamilisha. Amejenga uwanja wa ndege wa kimataifa ulio bora kabisa. Ameleta treni ya Tazara, sasa hivi tutakuwa tunatembea kama zile mnazozisikia za SGR. Lakini akuishia hapo, anajenga barabara atajenga barabara Kyela, lakini anaenda kuzijenga barabara za njia nne pale Mbeya mjini. Ametenda, hajatenda? Jambo lingine akasema, ninawaomba wana wana Mbeya, mnichagulie mbunge anayeitwa Tulia Ackson ili roho yangu itulie. Aliko Magufuli, roho yake imetulia kwa sababu wana Mbeya walimchagua. Tulia Akson, piga makofi kwa Tulia. Akaja Mama Samia Suru Hassan akasema kazi, akaamua pale alipoishia Magufuli aendeleze zaidi. Nataka niwaambie ni, ni spika lakini ni rais wa mabunge ya dunia. Bila Samia Suruhu Hassan hawezi kuwa yule mama, amefanya kazi ya kumshika mkono na kumtembeza, kwa sababu yeye ndiye anayesimamia mambo ya nje. Ndiyo maana watu wote wakamheshimu spika, wakamchagua hii ni kazi kubwa ya rais Samia Suluhu Hassani. Mpigieni makofi mheshimiwa rais. Mheshimiwa Spika, wewe pale Mbeya wanakuita Mbozi, mimi huku nataka nikwite gwe mwengerele wenyafyale ulimkasi ulenk, kwa nyafyale ulimwehe uwehe bwako, umeonyesha kwamba wewe ndani ya moyo wako, chifu mwansasu wanatembea. Hata machifu hapa watanisaidia na wataniambia watu wote wanaotokana na chifu za na, na koza kichifu hawana hiana, siku zote wanahubiri upendo. Tunajua kupitia wewe tunaenda kujenga upendo kwa wana Mbeya wote na Mbeya itabaki salama kupitia wewe. Tuna imani na wewe Mheshimiwa Spika, nimepongezwa kwamba na mimi nilishiriki kukushawishi uje ujenge nyumba hapa. Ni kweli nilifanya, lakini wapo walioshawishi zaidi, nao ni wananchi wa Matema. Nawashukuru sana wananchi wa Matema kwa kumbeba ndugu yetu Mheshimiwa na kushukuru chini ya sakafu ya moyo wangu. Leo tunaenda kujivunia nyumba ile, ni kwa sababu yako, tunajivunia nyumba ile sio kwamba wewe una mali. Nataka niwaambie wana Matema, mmesema hapa bodaboda, mmesema wanaofinyanga vyungu. Nataka niwape siri, huyu mama ana kitu kinaitwa Tulia Trust, wanatoa mikopo mikopo ambayo riba yake ni nafuu sana lakini ile riba huyu mama ambaye ni mkurugenzi hali yeye. Hivi mmewahi kusikia watu wa namna hiyo? Akipata zile pesa ndio mnazosikia yani, mkifanya marejesho, mkisharejesha zile pesa ndizo zinazokuja kuja kujenga nyumba hizi. Hivi mmewahi kusikia wapi mtu anatoa mkopo alafu hela anawarudishia wananchi? Hiyo ni roho ya kipekee. Mpigieni makofi dada yetu.